Idadi ndogo ya watu bado imenakiliwa katika shughuli ya usajili wa wapiga kura iliyoingia siku ya tatu hii leo. Kaunti ya Nyeri ikisema kuwa imesajili watu sitini pekee kufikia sasa, vituo vingine vikiwa na usajili wa chini ya watu kumi kwa siku. Na kama anavyotoarifu Laura Otieno, baadhi ya Wakenya sasa wanaitaka tume ya uchaguzi ya IBC kutoa mafunzo zaidi haswa kwa vijana katika afisi za IBC eneo bunge la Nyeri Town. Baadhi ya vijana walifika hapa sio tu kwa usajili, bali pia kujadiliana na maafisa wa IEBC swala lazima kuhusu mchakato huo ulioanza Jumatatu taswira hapa ikiwiana na sehemu mbalimbali nchini ambako idadi ndogo ya walengwa walijitokeza kwa usajili. uh, IBC at least should consider the online platforms, uh, could be the TikTok, Facebook, Instagram, which may help in reaching out majority of the youth who, who take a lot of time on social media platforms. Hata hivyo baadhi ya maafisa wa IEBC wamesema kuwa huenda baadhi ya walengwa hawajajisajili kufikia sasa kutokana na ukosefu wa vitambulisho. Katika kaunti ya Naivasha pekee vitambulisho zaidi ya elfu tano havijachukuliwa.

IEBC yeah, right, inalenga kuwasajili wapiga kura wapya milioni 6.8 kabla ya uchaguzi mkuu. Laura Utieno,